Ninakukabidhi watoto hawa ili uwapokee kwenye shirika la Bene Telesia unalosimamia. Uwafundishe jinsi mtumishi mwema anavyopaswa kuishi ili taifa la Mungu lisikose wahudumu. Nanyi wanangu msiogope. Mungu aliyewaita hata waacha kamwe Mtafanikiwa msipojitenga naye. Nasi wazazi tutaendelea kuwaombea na kuwashauri daima. Tunawatakia heri na baraka, waheshimiwa wazazi, ambao mewasindikiza mabinti hawa nashukuru sana kwa neno hilo, na washukuru pia kwa kuwa mielewa jukumu la wazazi wa Kristo. Nashukuru kwa kuwa me, mekubali kumtokea sadaka Mwenyezi Mungu kwa zawadi aliyowajalia nami kwa niaba ya shirika la Bene Telesia nawapokea rasmi mabinti hawa niomtolea Mungu katika shirika wajichagulia wenyewe, lakini wito huu si wetu, tunategemea kanisa. Ndiyo maana kwa muda huu napenda kumuomba Mheshimiwa makamu wa baba askofu awatunuku hadhi ya kuja ya kuwainjiza katika shamba la Bwana. Baada ya hapo, makamu mama mkuu wa shirika anawatambulisha sasa. Wanao mheshimiwa makamu wa baba askofu, shirika la Bene Telesia ninalosimamia linakuomba uwatunuku hadhi ya kujiweka wakfu mabinti hawa wanaotaka, wana kumwahidia Mungu mashauri ya kiinjili kwa mara ya kwanza katika shirika la Bene Telesia. Nakuomba wapokee rasmi na waingize katika kundi la watumishi wa Bwana, nayo ni hawa: Novisi Anastazia Antony Thadeo, parokia ya Kazulamimba, Jimbo la Kigoma. Mimi hapa Bwana nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Novisi Emakulata Paulo Chamangali parokia ya Musagara jimbo la Kigoma. Mimi hapa Bwana, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Novisi Editha Emmanuel Antony. Parokia ya Keza Jimbo la Rurenge Ngara. Mimi hapa Bwana nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Novisi Makrina Shukrani Christian. Parokia ya Keza. Jimbo la Rurenge Ngara. Mimi hapa Bwana nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Wanangu mnaomba nini? Kwa neema ya Mungu na kwa isani yako baba, ninaomba hadhi ya kujiweka wakfu katika shirika la Bene Telesia. Jongeni niwaulize kama mnaelewa mnachokiomba. Wanangu, mlitakatifuzwa kwa maji na Roho Mtakatifu ukawa wana wa Mungu. Leo hii kilichowaleta hapa ni kukubali rasmi kuimarisha uhusiano wa kwa kuweka nadhiri za kitawa. Wito huu wa kujitoa kwa Mungu na kuachana na, na dunia ni mgumu. Aliyeuweza ni Kristo mwenyewe ambaye mnataka kumpenda na kumfuasa katika yote. Kwa hiyo masharti yote yanayowapasa kuyatekeleza mmeyatafakari vizuri? Na je, mmejiandaa vizuri na kuomba ushauri? Ndiyo baba, nimejiandaa na nimeomba ushauri. ili mfuase Kristo mzaliwa wa kwanza wa Mungu, nataka kumtolea upendo wenu wote kwa kuahidi usafi kamili. Nataka. Mwataka kumtumikia Mungu katika yote kwa kuatia wakubwa wenu kufuatana na katiba ya shirika la Bene Telesia? Nataka. Mwataka kabisa kuachana na mambo ya kidunia na kutawaliwa na moyo unaotaka kuchangia kila kitu na dada zenu? Nataka. Kanisa lilikabidhi shirika la Bene Telesia utume wa kusaidia mapadri kueneza habari njema ya Yesu Kristo. Ndio utume wao. Sasa nakubali kushirikiana daima na kanisa na dada zenu wote katika jukumu hilo? Ndiyo baba, nakubali. Wito huu wa kujiweka wakfu mtauishi pamoja na dada zenu waliowatangulia. Kuanzia leo mtashirikiana nao katika magumu na mepesi. Shirika la Bene Telesia litakuwa mzazi wenu, nanyi mtakuwa watoto wake. Bene Telesia wote watakuwa ndugu zenu. Kwa hiyo mnakubali kujitahidi kuishi nao kama ndugu waliokutanishwa na upendo wa Kristo? Kwa msaada wa Mungu na kwa sala za dada zangu, nitajitahidi. Mungu alianzisha kazi ndani yenu, mwenyewe aikamilishe.